Masha Allah. Assalamu alaikum dada. oh, mambo ukopoa? Congratulations, mpita sawa sawa. Haya, congratulations, mpita mtiani sindio umesoma vizuri kitatoka kibichi insha Allah kitatoka <laughs> fanya <thank you. laughs> vizuri sawa congratulations sana <Thank> ai <you>. wa barakatuh <laughs> Nani wanijua? Mi naitwa nani? naitwa nani, nani? mliniona wapi? Asante kwa majina. Mimi naitwa Hamadi Ali Tenguri, itifaki zote ikiwa zimeweza kuzingatiwa. Mimi ni kijana, nimezaliwa wa na nimekulia wa nimesoma wa na kwa muda huu niko Kombani, ndio makazi yangu. Nishukua fursa hii kwanza kuweza kumshukuru um, oh. ustadh Nasor kwa kuweza kunialika na kuweza kufika katika mazingira haya ya subira ambapo ni Kombani. Uh, na mimi niseme sitakuwa mrefu wa mazungumzo, isipokuwa ni kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutupatia umri, lakini pia kuweza kusababisha sisi kuwa mahali kama hapa kwa muda huu. Ukweli ni kwamba ikumbukwe, hakuna kinachofanyika katika ardhi hii kabla hatujatiwa muhuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwetu hapa ni sababu kubwa. Mungu ameshapitisha siku fulani, muda fulani, masa fulani, masaa fulani, mitakaa chini mukiwa watu fulani kwa jambo jema, ambao ni jambo la Mwenyezi Mungu. Sawa, sawasawa. Kwa hivyo mimi niweze kuwasisitiza tu katika umuhimu wa Mwenyezi Mungu, sisi wote binadamu ni masuulia mbele yake, na tujue kwamba kila kitu ambacho ni umri umepatiwa, kila kitu ambacho ni pumzi umepatiwa, jiulize mara mbili, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia pumzi? Kwa nini Allah subhanahu subhana wa ta'ala ameweza kupatia umri, lakini pia akakupatia afya njema? Uko na macho, uko na masikio, uko na miguu miwili, afya yako iko sawa kuna watu sasa katika vitanda vya hospitali na wewe uko hapa, hiyo ni neema kubwa sana sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuna sababu kubwa ya kuweza kumcha Mwenyezi Mungu, lakini pia tuna sababu kubwa ya kuweza kusukuma hichi kizazi chetu kiweze kuwa kielelezo chema, endapo kesho yetu kwa Mwenyezi Mungu ikaweze kuteteweka. Kwa hivyo niseme kwa wazazi, kwa walimu na kwa wote ambao wameweza kushiriki kuweza kufanya watoto hawa wawe wenye kufanya mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu wametuongoza kwayo tuweze kusema kongole kwetu na tusichoke. Dunia saa hizi iko moto sana, mambo yanayofundishwa ya na jamii huru kule nje, katika mitandao, katika pitapita tu za mitaani, hali si nzuri, na ni hapa tu sehemu kama hii ambapo watoto wetu wataweza kuwa na manufaa ya kesho, lakini pia na ya sasa katika maisha yao. Nafikiri, kupitia yale ambao watoto wameweza kuyaonyesha mbele yetu ni kuonyesha kwamba wazazi wetu kile kinachokifanya, waalimu wanachokifanya nyuma ya hizo kuta ni kikubwa sana, na wanahitaji kongole, wanahitaji kushika mkono, wanahitaji kukuamotisha kuweza kuwafanya walimu hawa wale na morali wa kuzidi kutukuzia watoto katika njia iliyo nyooka. Kwa hivyo mimi niko na changamoto kwa watoto, watoto wenyewe wamwapa yeah. Changamoto nimesikia vibaya, tatu bora zimeenda kwa wasichana. Sijui kama mmeniona hilo. Boy child. Ametushinda yeah. Number tumelewana, number two, number three imeenda kwa mtoto wa kisichana. Changamoto, changamoto iko wapi jama? sana, hata ni vileasana analala Yeah, nawapea challenge. Nafanya nini? Nawapea challenge. Najua baada ya hapa mutafunga madrasa, tufungue wakati wa Ramadhani, si ni kweli? Mimi nataka kuwapatia challenge very simple, sawa. Nitarudi kuwapitia tena katika hizi madrasa mlizo, nataka nikija nipate amekuwa top 3, si kama menielewa, yakue nini top kumaanisha we need to pull up our socks, tufanye bidii na tusikize kile tunachofundishwa darasani, sawa sawa. Wasichana, msikubali bei cha ya washinde, tumeelewana? Msikubali bei cha ya washinde hivyo hivyo, na bei cha mchezo zako msikubali msichana wa kushinda, sawa. Kwa hivyo hiyo ni changamoto nimewapea, the best performing kid, the best performing kid nikirudi hapa next time

tunapaa la kama vijana sawa. Okay, turudi katika mada. Ukweli ni kwamba jamii iko polarized pale nje, kuna a lot of insecurities zinafanyika. Kikubwa vijana wa Kiislamu wamesahau dini, vijana wa Kiislamu wamekosa huruma, vijana wa Kiislamu wamekuwa na tabia ambazo haziridhishi. So sisi kama wazazi, sisi kama jamii kuna changamoto kubwa za kuweza kusaidia vijana wetu waweze kusimama katika mustakbal wa ile arijali, sio kweli? Kwa hivyo vijana, tusilale tena, tuamke. Wazazi, changamoto hii naoisha kwenu, kwa sababu ya kitu kinaitwa rejection. rejection ni unyanyapaa wa kunyanyapaiwa kwa watoto wa kivulana. Watoto wa kivulana pale nje kutembea maskani, mimi nikijaribu kuwasikiliza stori zao Inasikitisha, mtoto ya kivulana anakuambia kwamba yeye nyumbani anakuwa tishio kwa kila kitu, yeye nyumbani anakuwa yuwabezwa kwa kile anachokifanya, yeye nyumbani anakuwa haperi sikio la kusikizwa. Ana uwezo gani? Anaweza fanya nini? Vijana tusiwasukume kando, tuwaweke karibu, tuwaweze kuwalingania mambo ya sawa, tuwaongeleshe mambo ya sawa, zile changamoto ambazo wako nazo pale nje za miadarati mambo na vipanga mambo ambayo hayaridhishi jamii. Ukweli ni kwamba ni tatizo sugu kwa Ng'ombeni. Kwa hivyo, nitarudisha shukrani zenu kwa yale mengi nimeweza kufanya mazuri kwao, lakini tushigilikiane kuweza kuwatoa pale walipo sasa hivi kwa idleness, kwa drugs, kwa insecurity waweze kuwa vijana ambao watakuwa na mfano wa kuiga. Kwa hivyo mimi kama Hamadi Changuri niko na shirika linaloitwa Lavish Hat. Lavish means prosperity. Lavish inamaanisha mtu anayependa watu, mtu aliye na maono ya kesho. Hat inamaanisha H A T. H yasimamia Hamadi, A yasimamia Ali, yasimamia Tenguru. Hivi ni shirika mbili tofauti. Shirika la kwanza ni ni media house, media house house, nasema ni TV station na radio station. Niko na kituo cha habari ambapo jukumu kubwa ninalolifanya ni kuhamasisha umma, kama vile nilivyofanya hapa. Kwa hivyo mi watembelea katika maeneo yao, nikaweza kuangazia vitu vizuri ambavyo wanavifanya, ambapo jamii haijui na inawafanya wajione wanyonge, sio wanajaribu kuwaleta katika limelight, waonyeshe umuhimu walionao katika dunia hii niko na shirika linaloitwa Lavishat youth initiative agenda. Lengo langu kubwa ni kuweza kunasua huu umma tulionao, kuweza kuwapatia real real time examples, real time mentors, watu viongozi ambao watawafanya hawa waishi katika mfano bora. Kwa hivyo nikushukuru katika hilo, lakini huu ni mfano bora kwa hawa vijana wetu wote walio hapa waweze kuuona. Vijana eh vijana Ukikuwa mkubwa wataka kuwa nani? Wataka kuwa nani? Dakta simama. Ukitaka kuwa mkubwa wataka kuwa nani? Jeshi simama. Ukiwa mkubwa wataka kuwa nani? Daktari simama. Ama nina daktari hapa, nina jeshi na hapa, niko na daktari, sindio? Sasa jeshi, wewe ni jeshi. Hey, sindio? Na wewe ni jeshi baba yule pale, Musa ni jeshi, ni polisi. Tumeelewana? Sasa yeye ingekuwa ingekanilia wakati wake wa nyuma, akaja hapa nkuvanya yale magwanda, angekuwa ni mentorship tosha kwako, kama vile ambavyo yuko hapa leo kukuonyesha wewe, dunia uwe kile unachokitaka. Tumeelewana? kwa hivyo hawa ni viongozi ambao tuko nao na ni mifano ya sisi kama jamii wadogo wadogo tuwe kuwa na hiyo mifumo na mafunzo ya kuwa na vielelezo vyema. Madaktari wale pale, madaktari wamekaa. So kama atakuwa daktari, yule daktari ukutana naye, muulize, nini inahitajika wewe, yule daktari daktari atakwambia. Sio kweli? So mimi kazi yangu kubwa na kuja mashinani kuwaletea hawa viongozi kama wa hao wawafundishe mambo kwa muda unaotakana, mimi nijifunze sawa. Kwa hivyo sio ndefu mazungumzo, Niwaambie tu musome kwa bidii, muheshimu wazazi wenu na muogope Mwenyezi Mungu. sawa sawa. kuzungumza urongo ni dhambi, walijua wa hilo. Kuumba ni dhambi, walijua wa hilo. Na kusoma elimu nzuri ndio kitu ambacho kitamsaidia mzazi wako leo na kesho, Akhera. Mwanadamu akifa mambo yake yote yanakufa, kama vile yanavyokufa, si ni kweli? Hata huwe na magorofa, huwe na mali, huwe na pesa, huwe na nini, hazitakusaidia. Vitu vitatu peke yake vitakusaidia. Cha kwanza, mtoto mwema, tumeelewana. Ya pili, elimu, tumeelewana. Ya tatu, sadaka tul jaria. Kwa hivyo, mjitahidi sana watoto, mwe watoto wema kwa wazazi wenu, mwe mnaweza kuombea dua wa wazazi wenu, lakini pia mwe watoto ambao mnaweza katakana mabaya, sawasawa. Kwa hivyo mkipata fursa kiteni LavishHat TV mtajifunza vitu vingi, lakini pia mimi kama Ahmadi Tenguru niko katika race ya kuwania kiti cha MCA wa Ng'ombeni. Kwa sasa nimehudumu kama chief Kenya Young Members of County Assemblies. Kwa hivyo experience ya pale bungeni niko nayo. Nimekuwa kiranja mkuu katika bunge la vijana nikisimamia kaunti tano: Kilifi, Kwale, Mombasa, Tanariva na Lamu kwa hivyo experience iko, miswada nitaipeleka kuweza kuwatetea tuweze kutetea haki za walimu wa madrasa. Hawa walimu wa madrasa ni watu ambao wanaishi katika tabu sana, ni watu ambao wamekuwa wakionekana kwamba na umuhimu mkubwa, wakati hao ndio watu ambao wanacheza a big role katika society yetu. Kwa hivyo pale bungeni kunahitaji miswada ambayo itaweza ku walimu waweze kupata heshima lakini pia madrasa zetu ziweze kupata heshima zaidi. Tumeleana vizuri, kwa hayo machache na mengi, na Mungu akitujalia, tunazidi kutembea mitaani mkionaneni, lakini mkiona leo lolote msisite kunialika kama vile Ustadh Nasoro walivyonialika niweze kuja, nimetembea na marafiki wangu, lakini pia kupitia shirika la Lavish TV nimeweza kuwaletea juzuu 100 na mashafu kadhaa. sawa sawa.